Hey mambo vipi, karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza C++ programming language, na video hii ya leo tutakwenda kuendelea na kipengele chetu cha pointer, ambapo tutajifunza jinsi gani ya kubadilisha value iliyopo kwenye memory kwa kutumia dereferencing operator. Tayari tumeshajifunza katika video iliyopita kuhusiana na dereferencing operators, lakini nimeona kuna umuhimu wa kuja kukazia katika kuitumia hii dereferencing operators kuweza kuaccess value fulani ambayo pointer yako ile memory address inayohifadhi hiyo value inashikilia, lakini vile vile jinsi gani ya kuweza kuibadilisha basi value hiyo moja kwa moja kwa kutumia pointer instead ya kutumia ile variable moja kwa moja kule, basi ukatumia pointer kuweza kubadilisha value iliyohifadhiwa katika variable hiyo nyingine ambayo pointer yako ndio inahifadhi memory address ya variable hiyo nyingine na kama ulikuwa ufahamu mpaka sasa, tumeshajifunza jinsi ya kuweza kutengeneza pointer, kudeclare pointer, jinsi ya kuweka address ya variable kwenye pointer, jinsi ya kutumia dereferencing kuweza kuchukua value kutoka katika memory, jinsi ya kuweza kutumia ampersand, tunasema referencing operators, tuliweza kujifunza pia. Sasa tuangalie kwenye video hii jinsi ya kutumia dereferencing operator pia kuandika ama kuingiza value mpya kwenye memory address iliyoshikiliwa basi na pointer. So, wacha niandike mfano mdogo. Tutatumia variable hii hii ya kwanza dogs age. Wacha tuweke hapa dogs age yetu sasa hivi, let's say ni 30, then tutengeneze c out kwanza, kuonyesha c out variable hii ya dogs age imehifadhi value gani. Tuoneshe kabisa hapa kabla ya kwenda kufanya mabadilisho katika hii value iliyohifadhiwa katika variable kwa kupitia pointer so. Initialized, dogs age, sorry ni sawasawa na, wacha tuweke variable yetu ya siauti yetu, na baada ya hapo, tutengeneze sasa pointer yetu, ambapo tuanze na data type ya int. Int asterisk then points int, dogs age okay, let's say points to an age. Wacha tubadilishe jina, tuweke points to an age, sawa sawa na referencing operators dogs age Tulichokifanya hapa sio kigeni, tayari vitu vyote hivi tumeshajifunza huko nyuma katika video zilizopita. Just tumetengeneza pointer yetu na tukaiassign ihifadhi memory address hii ambayo ni ya variable ya dogs age hii huko juu. Kwa hiyo tayari hapa tupo na variable yetu ya kawaida ya dogs age na tupo na pointer yetu ambayo ina hifadhi address memory ya hii dogs age. So baada ya hapo, wacha tu see out, see out na tuweze kuweka hapa output ambayo tunaipata lakini kabla ya yote to display just a message, kuonesha so point to an edge, ina point to dogs edge, hii point yetu, just a message tu ikionesha ina point variable hii ya dog edge. just a message tu, then baada ya hapo, wacha tu end line, tufunge semicolon bila ya kusahau, then kinachofuata hapa tutengeneze si out nyingine, let's say si out. Si out hii ifanye kitu gani? si out hii twende sasa tukaingize age katika hii variable ya age ambayo sasa hivi ipo na value ya 30 sasa tumwambie user aingize nyingine ya let's say pengine wewe mbwa wake lakini kwa kupitia pointer ndivyo ambavyo tutaweza kuibadilisha ile value iliyokuwemo katika variable ya dogs age. so see out and say enter and age for your dog simple message kama hivi aweze kufahamu kile cha kuingiza user, then endl line na tuandike cin sasa. Hapa imewezesha kuingiza, na moja kwa moja tutatumia hii dereferencing operators asterisk, hii nyota, then point. Tutakufahamisha jinsi ambavyo programu hii ina run na kufanya kazi. to n h ndio jina la pointer yetu ambalo tumeipa, so hapa dereferencing kwa ajili ya kuwrite hii value ambayo itaingizwa na user katika ile memory address ambayo pointer yetu ina point, kumbuka hilo then. Baada ya hapo, wacha tu see out na tuone sasa output baada ya kuweza kuingiza hiyo value nyingine katika dogs age variable yetu, so input stored at 0x hexa. Kumbuka hii namba ya memory address inakuwa katika hexadecimal number, kwa hiyo hapa tumeweka hex just see, conversion to then points kile ambacho utakuwa huelewi basi hakikisha unauliza katika sehemu ya comment, ili basi tuweze kusaidiana kila mmoja wetu aweze kufahamu kile ambacho tunakuwa tunajifunza, hususan katika language hii ya C++ ambayo kidogo ina changamoto kama hutotuliza akili, tunaweza tukakuacha. So input then hapa tuweke integer ya dog Age sasa itakuwa ni ipi? Tutaiona hapa dogs age, then hapa tutoe tuweke dogs age, jina la hii variable yetu yuko. So tayari simple program yetu hapa ambayo itatuwezesha sisi kufahamu namna gani ya kutumia dereferencing operators kuweza kuchange value ambayo inapatikana katika variable flani ambayo hiyo pointer yako ina point ama imehifadhi memory address ya hiyo variable moja kwa moja pointer yako tu ina uwezo wa kuchange value ya hiyo variable. So tukicompile na kurun program yetu, nategemea kuna error yoyote. Okay, imeweza ku run na tayari output hii hapa. Kwanza kabisa tulipofanya initialization ya dogs age tukaipa age ni 30. Lakini baadaye tukaja kutengeneza pointer yetu, ambao ni mstari huu hapa. Pointer yetu ambao tumeiita points to an age tukaipa sasa hii iweze kuhifadhi memory address ya dogs age, manake tayari hapo pointer yetu ina point uh, memory address, I mean variable nyingine, then see out enter age ndio hapa. Kwa hiyo hapa tutaingiza as a user, wacha tuingize age let's say kumi, click enter. Tayari output tunaona input stored ni hii hexadecimal namba yetu, ambayo ni memory address na integer dogs age kwa nini haijatoka? Kwa sababu hatukuiweka hapa. Okay, sorry, dogs age. Okay, litakiwa iweze ku display. So acha tuondoe hii dogs age, then compile and run programu yetu, na tuingize kumi enter. Why haijatoka integer dogs age? A imetoka a kwa sababu tumeconvert kwenda katika hexadecimal kumi ni A. Okay, wacha tuondoe utata, tuondoe hizi hexadecimal hex kuweza convert sorry, ah, tukompile na kurun programu yetu kuna error okay. Sorry. Compile and run kasa sasa sasa tunategemea kuweza kupata output nzuri okay. Kama unavyoona Uh, bado imeshikana, acha turekebishe vizuri ionekane vizuri kabisa, yeah. Compile and run. Kama unavyoona initialization, tumefanya dog's age ni sawa sawa na 30. Pointer yetu ina hifadhi memory address ya dog's age, kumbuka variable yetu hiyo. Na hapa inatuambia ina points to a dog's age. Sasa hapa, enter an age for your dog, let's say 10, click enter tena 30 instead, inahifadhi kumi na tumeweza kuiandika hii kumi katika ile value, I mean variable ya dogs age, kwa kupitia pointer. Sasa pointer ina uwezo kumbe wa kuweza ku access value iliyomo katika hiyo variable ambayo inahifadhi memory address yake ama ina point. Lakini vile lakii, vile kuibadilisha pia hiyo value. Natumai utaweza kuwa umefahamu kile ambacho nimekusudia leo kuweza kufahamisha. Sina la ziada katika video hii. Una maswali, kuna sehemu hujanielewa, basi niambie katika sehemu ya comment. Kikubwa ambacho nilihitaji kuweza kufahamisha ni jinsi ya kutumia hii dereferencing operator, hii alama ya nyota na kuweza kutumia jina la hiyo pointer yako, basi kuweza kubadilisha value iliyomo katika variable ambayo pointer yako hiyo ina point, yani ile memory address ambayo pointer yako inahifadhi mule ndani, kuna value hiyo. Value jinsi ya kuweza kuiaccess, itakubidi uweze kutumia hii dereferencing operators, na utakuwa na uwezo wa kuionesha kui display kama tulivyoona, ama una uwezo wa kuibadilisha just kwa kutumia tu pointer yako instead ya kutumia moja kwa moja hii variable yako ya dogs age. Asante sana, natumai utakuwa umepata japo kidogo concept Tukutane wakati mwingine utakapokuja kuendelea na kipengele hichi cha pointer katika upande mwingine. Asante sana.